Pamoja na watoto wadogo wenye tamaa na matumaini ya kuwa pengine watumishi wa bwana hapo baadaye. Tumsifu Yesu Kristo. Yeah. Basi zoezi letu la Biblia linahitimishwa kwa adhimisho hili takatifu, na bahati njema tumehitimisha na adhimisho la sikukuu ya Mtakatifu Luka Mwinjili. Huyu mtakatifu alikuwa mwanafunzi na mfuasi wa Kristo. Kupitia mtakatifu Paulo alijifunza namna ya kuwa mfuasi bora kwa kupitia mtakatifu Paulo, na akakomaa kweli kweli, na akawa mfuasi mwaminifu, kama ambavyo tunamsikia Paulo mwenyewe katika somo la kwanza akisema, wengine wamemwacha, huyu ukaenda huku, huyu ukaenda huku wapo walio watumwa wewe naku kule kwa sababu wanahui ni mkuasi mzuri, na mwingine kamtuma huko, lakini wamemwacha Paulo. Anasema amebaki nani? Peke yake Luka. Luka alikuwa mwaminifu, maana yake alikuwa mwanafunzi hodari na alijifunza mengi ya Kristo kupitia mafundisho ya mtakatifu Paulo, na ndio sababu baadaye akawa mwandishi mzuri na tunafahamu kazi yake kubwa kabisa, kazi yake mbili kubwa, e, Injili ya Luka pamoja na kitabu cha Matendo ya Mtume ni yeye pia amekiandika. Sasa tunaweza tukaonja utajiri wa Kristo hasa anayejali maskini kupitia huyu mtakatifu Luka. Lakini kwa nini? Kwa sababu alikuwa mwanafunzi hodari anayependa kujifunza na ni wazi, kama tulivyokuwa wakati wa kipindi, tulitamani kuuliza, tungewacha hapa labda ningeuliza maswali mpaka jioni, na hamu ya kujua kufahamu, eh, kupata elimu nzuri, lakini elimu ya kukuweka karibu zaidi na Kristo. Na ndivyo alivyokuwa Luka, na baada ya kufuzu akaandamana, ah, na Paulo, muda wote alikuwa mwaminifu. Sasa hayo ndio yanayotufundisha sisi leo, sisi tuliokuwa Pahija Ifucha, kwa hii hija, hija ya matumaini. Tunaposema Pahija ifuta Pahija pa Ifucha tuna, tunapokea tuna, tuna au tunaitika Baba, Mwana na Roho Mtakatifu kwa pa maana kwamba tupo katika Utatu Mtakatifu tu, sisi ni minzwa wa Mungu, sisi ni ni wafuasi wake, kupitia mwanaye ametuita, na tunawezeshwa na Roho wake Mtakatifu. Na kwa sababu hiyo tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa nafasi hii na anayotujalia, lakini pia tumekuja kujifunza namna ya kufanya hija katika maisha yetu, yaani hii hija tuliyoanza hapo iwe ni hija ya kudumu, iwe ni safari ya, ya, ya, ya kudumu hadi tumfikie yeye, hadi tumfikie yeye. Na huyu mwinjili Luka anatufundisha namna ya kuwa mwanafunzi wada. Mwanafunzi wa dadi ni yupi? Kwanza ni yule ule ambaye tunasema, ana anadumu anadumu kwa uaminifu katika kile anachojifunza, lakini ana juhudi, juhudi ya kujifunza. Angekuwa sio mtu mwenye juhudi, Paulo angeenda huko wanasema leo nimechoka siendi. Lakini Paulo anamsifu kwamba huyu kwa kweli alikuwa mwanafunzi hodari. Na amekuwa mfuasi mwaminifu. Sasa uweze kupata mafanikio lazima katika ngazi hii ambayo nyinyi walelewa wote ni wanafunzi, unapaswa kujifunza. Unamjifunza nani? Unamjifunza Kristo. Kristo na namna zake za utendaji na namna zake za za, ku, za kuhudumu namna zake za kuishi. Basi tunamjifunza Kristo, Kristo aliye mtii, Kristo aliye mvumilivu, Kristo aliye mpenda watu Kristo ni mnyenyekevu na amewatuambia mahali fulani, mjifunze kwangu kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu. mm, okay. Sasa hayo ndio tunayojifunza, na kama tukijifunza huyu Kristo tutaendelea kumfahamu kutokana na yale yanayotuagiza katika Injili. Yanatuagiza nini? La kwanza, misaka nii sinawatuma waa wanafunzi wake wale mitume walikaa naye wale wafuasi wake ametaja namba sabini na mbili. Kulikuwa na mtume kumi na wawili, kulikuwa na wafuasi sabini na mbili, kulikuwa na wengi maelfu kwa maelfu, walikuwa wanaandamana naye. Kwa hiyo kuna kile kikundi cha ndani kabisa, alafu kikundi cha ndani pia, alafu basi na kikundi kikubwa ki. Sasa hao anawatuma wakamwandalia njia, lakini kwa nini anawatuma? Kwa sababu ameona wameshajifunza, wameshajifunza mimi ni nani na nataka nini. Sasa anawambia, nendeni, lakini anawapa tahadhari hiyo. Tahadhari anataka kutuambia kwamba na nyinyi, kwa sababu mmeona yale niliyofanya, mimi anayewaambia ndio Yesu. alikuwa akifanya alikuwa akisali kila mara, kafana kabla hajateua wale, kabla kumi na wawili alisali, si ndio? Bwana nipe wakati wa kumi na wawili niwaze tena, hao wengine wote alisali kuomba wafuasi Kuomba watendakazi katika hili shamba ambalo amelianzisha yeye mwenyewe kulilima.